Kamanda wa jeshi la polisi mkoani Shinyanga, Janeth Magomi amethibitisha kutokea kwa tukio hilo huku akitaja chanzo cha tukio ni ugomvi wa bodaboda kugombania abiria wa halmashauri ya manispaa ya Shinyanga. Akizungumza kwa njia ya simu, Magomi amewataka wana Shinyanga kutokujichukulia sheria mkononi, huku akisema kama mtu amekosea afikishe kwenye vyombo vya sheria. Kwanza nipende kukiri kwamba taarifa hizi ni za kweli na kwamba zimefika ofisini kwangu tarehe ishirini na mbili mwezi wa sita ishirini ishirini na tano, ilikuwa majira ya saa sita za usiku katika mtaa wa Tambukareli kata man ya Ndembezi manispaa mkoa wa Shinyanga mwenyekiti ambaye ametambulika kwa... Tabitha Constantine alipata taarifa na kugundua kuuawa kwa mwananchi anayeishi maeneo hayo ambaye ametambulika kwa jina la Bernado Masanja mwenye umri wa miaka ishirini na nne ambaye pia ni mkazi wa maeneo ya Tambukareli, ambaye amekutwa amechomwa na kitu chenye chakari kifuani, upande wa kushoto, na aliyemchoma ni kijana mmoja aliyefahamika kwa jina moja la Kulwa. Upelezi wa awali unaonyesha kwamba chanzo cha kwa walioshuhudia tukio hilo ni walikuwa wanagombea abiria, kwa vile vijana wote hawa walikuwa ni vijana ambao wanaendesha pikipiki almaarufu bodaboda. Kwa hiyo jeshi la polisi tumefanya yale tunayopaswa kufanya, kwa maana kuchukua mwili kwa ajili ya hatua nyingine za kiupelelezi, kupeleka motuari, wakati huo tukiendelea na msako mkali wa kuweza kuhakikisha kwamba tunamtia mbaroni huyu ambaye amesababisha mauaji na ninaendelea kusisitiza kwamba hii tabia ya kujichukulia sheria mkononi niachwe mara moja. Ni wasisi na ni wataki wana Shinyanga, kwamba hawa ni vijana wetu ambao wanajitafutia anajitafutia riziki, lakini huyu anapata hasira anamchoma mwenzie na kitu chenye ncha kali mpaka kusababisha kifo chake, kitu kibaya sana. Kwa hiyo hapo pia ni wasisi wazazi, walezi, sababu hao ni vijana bado hawajafika hata yes, miaka thelathini waka kwamba kukana vijana hawa kwa kuwalea katika misingi mizuri ya malezi kwa sababu huu ni ukatili. Unajaribu kufikiria huyu kijana amepata wapi morali ya kuchukua kitu kicho cha kumchoma mwenzie? Mpaka vijana wetu, watoto wetu tunawalea katika misingi mizuri, misingi ya dini dini na aina zote, Wakristo kwa Waislamu, hata yemu yote, kwakikishe watoto hawa tunawafundisha wache kukataa dhambi hiyo itatusaidia sana katika swala zima la malezi. Katika hatua nyingine, ndugu jirani na kiongozi wa mtaa wameeleza namna walivyopata taarifa kuhusiana na tukio hilo alilofanyiwa Bernado, ambapo ilikuwa ni mida ya usiku walipopokea taarifa hizo. ipigiwa simu saa saba usiku kwa ajili ya tukio la Berenado, amechomwa kisu na kijana mwenzie, wako katika harakati za matembezi nikafika kwenye tukio nikakuta kijana tayari kashauawa. Nikaongea na mama yake, mama yake akanielezea. Mama yake alivyonielezea akadai kwamba wamemfuata hapa akiwa tayari kijana ameshamaliza kuuawa, na mpaka dakika hii bado hatujapata kumuona mtuhumiwa na kusikia mtuhumiwa kwamba ni nani na anaishi wapi. Jana mida ya saa sita kasoro hivi nilipata taarifa kwa wananchi watatu ambao ni bodaboda walifika nyumbani kwangu wakanigongea mlango, kisha nikafungua nika mlango, wakanieleza kuna tukio limetukia, kuna kijana amechomwa kisu. Basi baada ya pale tuliondoka na wale vijana, tulifika sehemu ya tukio. Baada ya kufika sehemu ya tukio, nilikuta kweli tukio lile lipo. Basi niliamua kupigia jeshi la polisi, wakafika pale. Basi walipofika pale, jeshi la polisi walichukua ule mwili, wakaupeleka sehemu husika. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali mbali.